Waheshimiwa, waheshimiwa, <clears throat> naomba tukae, hajaapishwa bado, naomba tukae. Sasa namruhusu mwakilishi wa mheshimiwa Rais aweze kurudi kwenye majukumu mengine. Asante sana kamanda.